Leo nilipata mteja anataka kutengeneza logo, lakini haikuwa ni logo ambao ni mpya. Yaani alikuwa ya anahitaji logo ambo, tui, logo yake hiyo ambao ipo tuiboreshe. Alinipa ofa ya elfu kumi na tano kwa mii, nikasema sio mbaya, acha niwafundishe jinsi ya kutengeneza au kuboresha logo kwa kutumia AI sasa nilichokifanya mimi, nilichukua ile logo yake ambayo alikuwa nahitaji yeye, nikachukua nika hiyo logo, nilienda Chrome nikasachi Gemini AI, niliingia nikachagua nika nikaingia hapo nikachagua nano banana, nikaandika prompt ndogo tu nikaandika prompt nikaiseti nikaiseti ikakaa kwenye mfumo yeah. Wow. Prompt, andika neno prompt hapo chini kudondoshie prompt kali, na uanze ku make mali. Yes, yes, logo moja F15, lakini AI na kutengenezea kwa dakika moja ishi Ushapata pesa ni wewe tu ushindwe. Hakikisha una komenti una liki na kusubscribe hii channel. Asante.